ambaye ametuafikisha leo hii kuwa hapa katika sehemu miongoni mwa sehemu za kuweza kufika katika mikusanyiko hii ya kuelekea katika ibada tukufu ya haji, tukiwa tunatekeleza ujumbe muhimu miongoni mwa jumbe ambazo Allah tabaraka wa taala amemwagiza mtume wake Nabii Ibrahim alaihisalatu wassalam, pale aliposema kwamba waadhin fi n nas bil bilhaji yatuka rijala waala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq kwamba watangazie watu kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya hija, na watakuja wakiwa wanatoka katika sehemu tofauti tofauti. Walillahi alhamdu wal minna, huu ni wito na ni ishara tosha ya kwa kuonyesha kwamba Waislamu duniani kote katika miezi hii mitukufu wanajiandaa kwa ajili ya kuelekea ibada ya hija huko Maka chini Saudi Arabia na sisi katika taasisi Alharamaini lillahi alhamdu wal minna, leo tarehe biidhnillahi taala na 26 tupo hapa katika viwanja hivi vya Sheikh Abedi Amani Karume kwa ajili ya kuelekea katika mji mtukufu wa Makkah kuitekeleza ibada ya haji. Taban eh, mahujaji wa taasisi Al Haramaini ambao wanaondoka katika siku hii ya leo watakuwa eh, ni 116 ambao tutaondoka hapa inshallah na tutafikia Jeddah na hatimaye tutaelekea katika sehemu tukufu ya Makkah na kwa kweli katika hili ninamalizia, kwa kutoa wito, wito ambao kwa kweli kwa upande wa vijana ambao Allah amewajalia uwezo na akawapa wasaa wa kuweza kuliendea hili jambo la hija, ninachoomba mimi kwamba ni kuweza kulitekeleza hili jambo kwa kuweza kulifanya ipasavyo, bila ya kulichelewesha kwani tumezoea wengi wetu kwamba hija inatekelezwa na wazee na watu ambao kwamba kwa tayari eji zao zimekwenda, na hii si sahihi thaban. Tukiangalia ndugu zetu katika nchi tofauti wanaitekeleza hija wakiwa bado wanajiweza, wana nguvu. Na sisi hii hiyo ni mfano kwetu sisi kwa ajili ya kulitekeleza hili, lakini pia e, jambo la pili la kuonyesha na ku tudhihirisha sisi kwa upande wa jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla kwamba alhamdulillah, Waislamu wengi wana mwamko katika hili na wamelitikia na kwa maana hiyo wanalitekeleza kivitendo. Na mwisho naomba nimalizie kwa kutoa e, pendekezo na ushajihisho kutokana na mabadiliko ya ibada ya hija ilivyo hivi sasa, ni vyema tukajiandaa kwa wakati, tukaandikisha mapema wale wote ambao kwamba kwa amba atakuwa na lengo la kuitekeleza ibada hii tukufu na ibada hii adhim, kabla ya kuweza kuchukua muda mrefu, kwani haji hivi sasa inabadilika hatua kwa hatua, siku hadi siku, miaka hadi siku, miaka hadi miaka. Na namalizia mwisho kwa shukrani zangu kupitia harakati zote zilizofanyika, kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana ambayo ni taasisi iliyokasimiwa na kupewa Uh, idhini ya kusimamia majukumu haya. Allah alipe kila la khair akiwemo kiongozi wao, kiongozi wetu Sheikh Abdullah Talib Allah muhifadhi. Lakini pia vile vile kumshukuru au kushukuru serikali kwa ujumla, ambayo kwa namna moja ama nyingine imewawezesha mahujaji katika hali ambayo leo hii alhamdulillah tunaondoka hapa na kuelekea Madina moja kwa moja, na hapo ambao wanaondoka hapa na kuelekea katika sehemu ya Maka moja kwa moja kupitia ndege ya Saudia Airlines. Hii ni neema kubwa sana ambayo hakika hatuna cha kulipa isipokuwa ni kuwatakia dua viongozi wetu wapendwa. Allah awape umri mrefu na abariki, lakini pia vilevile aweze kuwafikisha e, katika yale ambayo yanayotekelezwa miongoni mwa majukumu. Kwa haya machache, inshallah, naomba nifikie hapa, sina ziada inshallah. Jazakumullah khaira. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.